Nimekutumia vya mara ngapi? Ukikula sasa, hata hiyo yenye nimefanya unaenda tu kukula. Nimekutumia sasa, nimekuja nimepata huko, umekula, imeenda imeenda tu hivyo, nirudi sasa eh, nirudi sasa eh? na nimekuonyesha tu penye nimetoka kazi, nikakutumia nime na video hiyo, video kwani wezania nikuwa ni na ukati za pesa, ni sawa tu, ni sawa nitaenda, no problem <coughs>